Hello, karibu Wonders Farm, ubora na uaminifu. Nataka kwa sehemu na kwa ufupi sana tuweze kujifunza mambo matano muhimu ya kuzingatia unapokuwa unaanza ufugaji wa kuku chotara. Whether ni cro, ni, ni, croila, au ni blackout improved uh, ni saso uh, kuku chotara, lakini unaweza kutumia kanuni hizi kwa kuku mwingine ne unayemfuga anayekaa muda mrefu ukiachana, okay, na uh, sasa haya mambo ninaeleza kwa lugha rahisi na kwa mtiririko mzuri, ili hata mfugaji ambaye ndo unaanza uweze kujifunza na kuelewa kwa uzuri. Jambo la kwanza ni makazi ya kuku au banda lenye usafi na uhifadhi sahihi. Lazima banda lako li uandae makazi sehemu nzuri, banda zuri, lakini liwe safi na linaweza kuhifadhi kuku vizuri, kwa maana ya kwamba Uh, haliwezi kuruhusu kuku kusumbuliwa uh, na wanyama wengine. Banda liwe linaingiza hewa nzuri uh, lakini li, lisipitishe upepo mkali, lisiwe na unyevu unyevu. uh, sakafu iwe kavu muda wote na yenye maranda makavu. Tumia mbao, uh, tumia maranda kama ya, ya, ya mpunga Uh, au kama basi ni mtu ambaye unafuga, umetumia zile uh, nyavu za kuku, maanake kuku wako unakuwa kwenye mabanda ya ya juu, kinyesi tu kinashuka chini. Pia hakikisha zinakuwa katika hali ya usafi, wawekee kama ni vifaranga wadogo, hakikisha unakuwa na bruda yenye joto la wastani siku zote za mwanzo kama ni vifaranga wadogo uh, moja ya kosa kubwa sana ambalo watu wanafanya ni kuwafungia vifaranga sehemu yenye baridi au yenye msongamano. Hii inaweza kuleta vifo ama kuchelewesha ukuaji na kusababisha udumavu kwa kuku wako. Lakini jambo la pili, chakula bora na ratiba ya ulaji. Hakikisha unakuwa na ratiba nzuri ya kumlisha kuku, lakini na chakula unachompa kiwe ni chakula bora. Kitaalamu kuku anatakiwa kula mara tatu kwa siku, anatakiwa kula asilimia asubuhi na natakiwa kula asilimia 25 mchana na jioni. Kuelekea usiku atakacholala nacho anatakiwa kula asilimia hamsini. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kuku anatakiwa kula chakula kingi zaidi usiku, ili kunenepa ama kuweza kutengeneza uh, mwili wake vizuri kwa ajili ya utagaji wa mayai. Kwa hiyo vifaranga wanahitaji starter vi, kuku wakishakuwa kidogo wanahitaji grower uh, wanakaribia kutaga wanahitaji layer mash au finisher kwa, kwa wale ambao ni wanyama. Kwa hakikisha chakula ni safi, hakijalowana na unawapatia wakati mmoja eh, kwa awamu kila siku. Wape maji mengi, wape maji safi kila wakati. Ongeza glucose plus multivitamins kwenye wiki ya kwanza, lakini endelea uh, kuwapa mchanganyiko uh, mwingine kwenye maji kama ni wakati wanapata antibiotics. Eh, au ni dawa kama za minyoo na kadhalika, kwa kufuata utaratibu eh, wa ushauri wa daktari au wa mtaalamu. Lakini jambo la tatu ni chanjo, na uh, tunasema ni health program zile, uh, kutoa zile vaccine na udalisi kwa Kiswahili. Hiyo ndio, ndio, ndio chanzo kikubwa sana cha mafanikio kwenye ufugaji, kumpa kuku chanjo muhimu kwa wakati. Kwa kawaida siku ya saba ni Newcastle HB1, anatakiwa kupewa siku ya kumi na nne ni gumboro. Siku ya ishirini na moja unaweza kumpa Newcastle Lasota, na siku ya inayofuata ishirini na nane unaweza kumpa gumboro ya pili. Sasa baada ya hapo utakuja kwenye siku ya arobaini na tano au thelathini na tano, unaweza kumchoma chanjo ya ndui na ukaendelea sasa na vitamins, na kuendelea kuzingatia kile chakula unachowapa. Lakini ni muhimu kusanitize banda mara kwa mara, ondoa mbu, usiruhusu panya kwenye mabanda, ni agent wa magonjwa sana, lakini wadudu wadudu ambao uh, wanaweza kuwa hatarishi kwa kuku. Sasa jambo la nne, idadi sahihi ya kuku, avoid unakuta uh, overcrowding. Overcrowding, Uh, capacity ya banda ni kuku mia tano hua umeweka kuku mia nane Usizidishe kuku kuliko uwezo wa banda. Kuku nane hadi kumi wanapaswa kukaa kwenye ukubwa wa mita moja ya mraba hasa kwa chotara. Kwa hiyo msongamano unasababisha magonjwa, unapunguza uzito, na unaweza kufanya kuku asitage mayai mengi, au kwa wakati, wasitage kabisa. Lakini jambo la tano na la mwisho ni Usimamizi na recording ule usimamizi na kufanya recording, kutunza kumbukumbu, recording keeping ni muhimu sana. Andika kila kitu cha msingi: lini umepokea vifaranga, lini umewapa chanjo, tarehe ngapi, kiasi cha chakula kilichotumika, idadi ya vifo, uzito wa kuku wako, gharama zote ambazo umezitumia, kama unafuga kibiashara usijaribu kufuga bila kutunza taarifa na kurekodi, kwa sababu hizo ndo zitakusaidia kufanya evaluation, ujue unapata faida ama unapata hasara. Rekodi zitakusaidia.